E, kwa mara nyingine tena niwakaribishe hapa manispaa ya Kinondoni katika tukio ambalo tumewaita kuwatangazia marekebisho ambayo tunakwenda kuyafanya katika benchi la ufundi la timu yetu ya KMCFC. Miezi takriban sita ama saba iliyopita ilikutana na ninyi hapa na tukatangaza kumpata kocha mpya kutoka Brazil ndugu yetu Marcio Maximo. Tulimkabidhi timu na tukamtaka inoe katika ligi kuu iliyoanza. Tumekuwa naye kama ambavyo mkurugenzi amesema e, kwa takriban e, miezi kadhaa ameingiza timu katika mechi. Tumecheza mechi tisa, nadhani ninyi ni mashuhuda. Yale malengo, ile mipango na mikakati ya halmashauri yetu ya kuwa na matokeo makubwa kwa timu yetu ya KMC haikuweza kutimia, haikuweza kutimia. muda mrefu sisi tunahitaji matokeo ya haraka yeye yeah, alihitaji muda mrefu sana wa kukaa na timu kuwazoea wachezaji na wao waweze kumzoea tumeshinda mechi moja tuka draw moja na mpaka sasa nafasi ya timu yetu kwenye msimamo wa ligi sisi ndio tunashika mkia sasa tukasema tusiendelee kuchelewa walipa kodi wa Kinondoni hawatatuelewa lakini hata na serikali. KMC ni timu ya serikali, serikali nayo haitatuelewa. Tunawekeza fedha nyingi kwenye timu, tumejenga kiwanja kizuri pale Mwenge na sasa tumeweka taa. Yale yote tumeyawekeza, ni kwa sababu pia tuna timu yetu na tungependa timu yetu iwe kwenye nafasi nzuri, na tulitarajia kwenye ligi hii timu yetu itoe ushindani. Sasa tukasema kuchelewa, eh, ni bora uchelewe lakini ufike. Lazima tufanye mabadiliko, na mkataba tuliokuwa tumeingia na Maximo ulikuwa unaturuhusu kufanya mabadiliko pale ambapo tutashuhudia tumepoteza mechi tano mfululizo, hiyo nafasi ipo. Kwa hiyo ndio maana tulipoona tumepoteza michezo mingi katika tisa mmeshinda mmepata ahueni ya michezo miwili, tukasema sasa tukae na mwenzetu mezani. Tumekaa naye na kwa roho moja kabisa ameridhia kuondoka kuiachia timu ili tuendelee na mtu mwingine. Kwa hiyo kama ulivyo utaratibu, tulitangaza kwamba tunataka mwalimu. Wamejitokeza watu wengi ambao wana uwezo, na kwa kweli sasa tumeona loko ligi yetu inahitaji pia na makocha wa loko makocha wa ndani katika kupitia, tumekutana na ndugu yetu Abdalla Muhamed Juma, jina maarufu Bahalesi. Ndugu Bahalesi ame miongoni mwa makocha ambao wamepitia maeneo mengi. Ninyi kama wanamichezo, ama amawaandishi wa michezo, mnajua amefundisha Mashujaa ya Kigoma, ameitengenezea msingi hata sasa Mashujaa iko nafasi nzuri Eh, amefundisha prison ya Mbeya, amefundisha Kagera Sugar, amefundisha Ndanda, amefundisha hata JKT, lakini Mlandege kule Zanzibar, na hata sasa eh, yuko amekuwa mkocha wa timu ya Zimamoto. Timu ya Zimamoto kule Zanzibar ndiyo inayoongoza ligi. Kwa hiyo tutakubaliana kimsingi, ndugu Bahalesi ni kocha mzuri. Kwa hiyo tumemwomba kwa heshima na taadhima na kwa upendo mkubwa sana aungane na timu ya KMC FC, aje awafundishe vijana wetu, ili tuweze kushiriki ligi hii. E, sio kushiriki, yani twende tukashindane, tuondoke kwenye nafasi tuliopo, tuweze kukwenda kwenye nafasi ya juu, na sisi tumeona nafasi bado ipo bado tuna salio la mechi sita. Kwenye mzunguko wa kwanza tuna hakika akikaa vizuri na vijana wetu, mashindano ya AFCON yakimalizika, nadhani ligi nayo itakuwa inaendelea. Kwa kipindi hiki anaweza akawaweka vijana wetu vizuri, mechi ambazo ziko karibu na sisi, vijana wetu wanaweza wakawa na mabadiliko. Kwa hiyo ndugu Abdalla Muhammed Juma maarufu Baales, karibu sana KMC FC. Tumekuwa na mazungumzo, mimi wewe pamoja na mkurugenzi, lakini na uongozi wa wa timu, na kwa moyo mmoja umeridhika kufanya kazi na sisi. Sisi tunakukaribisha, tutakupa ushirikiano. Nenda kakae na wachezaji wetu, rudisha nidhamu iliyopotea, rudisha matumaini yaliyopotea, amsha ari na tunakwenda kwenye dirisha dogo, tutakushirikisha kikamilifu kupata wachezaji ambao kwa kweli watakuwa na ari ya kuchezea KMC na sio kuja kushiriki tu. Sisi tunataka wachezaji ambao watakuwa na ari, ili mwamko wa soka kwa wakazi wa Kinondoni, lakini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, uendelee kuwa mbele. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwenye mkataba wetu ambao tumesaili ule tuliosaini na Maximo tulikuwa na kipengele hicho cha mechi tano mfululizo, kwamba akishindwa, na kama hatatoa maelezo ya kuridhisha, tarazimika kuondoka. Kipengele hicho bado pia kipo kwenye mkataba ambao tumesaini na, na mwalimu kwanza atakuwa na mechi tatu za kumwangalia anakwendaje, zikifika tano tutaamua vinginevyo, lakini bado ipo nafasi ya kupata ushauri. Unajua ndoa haivunjiki kama ameshindwana, kwa hiyo bado tutakuwa tuna nafasi ya kumpa, ya kuangalia anafanyaje. Lakini sisi tuna matumaini kwamba yale makosa aliyotufikisha tukapoteza mechi takribani saba, wenzetu ameyaona. Ameshakutana na wachezaji, ameona, ameona wapi kuna mapungufu, tunakwenda kuyarekebisha na hatutarudi kule lakini kupitia platform hii niendelee tena kutoa wito, sisi yako ya kwetu ya ndani. Namshukuru mkurugenzi Hajati Hanifa, alishafanya jitihada wakati sisi hatupo, tuko kwenye dirika za uchaguzi, kukutana na wachezaji mmoja mmoja, ameongea nao, amejua changamoto ziko wapi. Lakini kijumla niseme vilabu vyetu karibu vyote vinapitia changamoto ya nidhamu. Watu wanaweza kutazama mchezaji mzuri kabisa, lakini anapuukiwa na, na nidhamu. Nyinyi ni mashuhuda, naona hata kwenye timu zetu kubwa za Yanga Simba, wakati mwingine zinahangaika sana kusajili wachezaji kwa gharama kubwa wanaotoka nje. Kumbe moja ya jambo ambalo nimejiuliza na kupata majibu, wanalazimika kuchukua wachezaji kutoka nje ni kwa sababu ya nidhamu. Wachezaji wetu wa ndani wanalewa sifa mapema, na ndio maana wanapotea mapema sana kwenye ulingo wa soka kwa hiyo kupitia hili nitoe wito kwa wachezaji wa KMC watu wa Kinondoni watu wa Dar es Salaam watu wa Tanzania wanataka waone matokeo na wanaipenda KMC tunaposhindwa tunawanyongonyesha na hasa pale zinapofanyika jitihada kubwa za kuhakikisha kila ambacho mchezaji anastahili kukipata anakikipata kwa wakati kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba ujio wa kocha wetu mpya utakwenda kutengeneza pia nidhamu eh, na kurudisha timu katika mstari ambao unatakiwa, lakini tumesema kuna nafasi ya kurekebisha makosa kwa wachezaji. Bahati mbaya sana, ulimkabidhi Maximo timu, hakushiriki katika usajili wa wachezaji, alikuja akakuta timu tayari ina wachezaji waliokwisha sajiliwa. Tatizo ambalo Maximo alikutana nalo ndilo di tatizo ama niseme changamoto ambayo walimu wangu Baresi anakutana nayo, lakini kwa kuwa wachezaji asilimia tisini na nane walioko KMC ni wachezaji wa ndani, na mwenzetu amekuwa na uzoefu wa kutosha wa kufundisha wachezaji wa ndani, nina hakika atawaelewa na watamwelewa vizuri katika marekebisho ambayo anakwenda kuyafanya. Na katika dirisha dogo, nimesema tutamshirikisha ili na yeye atusaidie walau tuweze kupata zile wale key players ambao tunadhani pengine wamekosekana na ndio wameweza kusababisha tufike hapa B -B -B. Ya Eh. Labda naiona ligi hii sasa ndio ni kama tunakwenda ukingoni, tuna hizo mechi sita za kumaliza first round. Tutakwenda naye mpaka kumaliza ligi, na Mungu akijalia, mambo yakiwa mazuri, tutasaini naye mkataba mwingine wa kuendelea naye.